Leo tunenda kuangalia ni mtu gani ambaye huwa na mafanikio zaidi. Ni mtu gani ambaye huwa na mafanikio zaidi? Tukiongozwa na kitabu waraka wa tatu wa Yohana sura ya kwanza mstari wa pili, nasema kwamba Mpenzi naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Bwana Yesu asifiwe tena. Mtu ambaye huwa na mafanikio ni mtu ambaye amemtegemea Mungu kwa kila kitu ambapo moja kwa moja Mungu amempa roho wake kupitia Yesu Kristo. Ina maana ndani ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alipomshukia mtu huyo akafanya afya akafanya afya ndani yake, ina maana katika kufanya afya mtu huyo akawa na afya ya kila kitu. Ina maana mtu huyo kwa sababu ana afya akigusa kila kitu kinaenda kwa sababu ndani yake afya yake ni Roho Mtakatifu. akifanya biashara biashara inaenda, akifanya kazi kazi zake zinaenda, kila anapogusa yeye ni mafanikio, kwa sababu ndani yake amemtegemea Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe! Tena hivyo Mungu anatukumbusha jambo moja hapa, inatakiwa tumtegemee sana Yesu Kristo, ambapo tukimtegemea Yesu Kristo atatupa roho wake ambapo roho wake atakaa ndani yetu. Akikaa ndani yetu, tutakuwa kiroho. Tukikuwa kiroho, kila kitu ambacho tutakuwa tunakifanya kitakuwa kinafanikiwa, kwa sababu hatutofanya kwa shauri letu, bali kwa shauri la roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo, ikiwa Mungu ni roho, basi na sisi tuna roho, ina maana ndani ya roho wa Mungu, Mungu ataunganisha roho wake na roho yetu, ina maana moja kwa moja tutakuwa tuna ushirika na roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo, mtu ambaye huwa na mafanikio moja kwa moja ni mtu ambaye amemtegemea Mungu kwa kila kitu. Hivyo Mwenyezi Mungu anatukumbusha jambo hili kwamba tusiangaikie kutegemea vitu vingine au kutumainia vitu vingine kama vinaweza kutusaidia, bali tuangaikie kumtegemea Mungu mwenyewe, kwa sababu Mungu ndo mwenye kila kitu. Ukitegemea kazi haito kusaidia, ukitegemea mwanadamu mwisho wa siku utalaniwa, auto mwanadamu hato kusaidia, ukitegemea majumba na magari na vitu vingine havito kusaidia kwa sababu ivo vitu hivyo havina uhai wako. Bwana Yesu asifiwe. Tena Mungu anasema jambo hili tukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 25 mpaka 33, kinasema kwamba kwa sababu hiyo, nawaambieni msisumbukie maisha yenu, mle nini au mnywe nini, wala mili yenu, mvae nini, maisha je, si zaidi ya chakula na mwili zaidi ya mavazi? Waangalieni ndege wa angani, ya kwamba hawapandi wala hawavuni wala hawakusanyi ghalani, na, na baba yenu wa mbinguni huwalisha hao. Ninyi je, si bora kupita hao? Ni upi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongeza kiimo chake hata mkono mmoja? Na mavazi je, na mavazi ya nini kuyasumbukia? Fikirini maua ya mashamba, jinsi yameavyo; hayafanyi kazi wala hayasokoti, nami nawaambia ya kwamba hata Suleimani katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mojawapo la hayo. Basi ikiwa Mungu huyavika hivi majani ya kondeni, yaliyopo leo na kesho utupwa karibuni, je, hatazidi sana kuwavika ninyi, enyi wa imani haba? Msisumbukie basi mkisema, tule nini au tunywe nini au tuvae nini? Kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote bali, utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Bwana Yesu asifiwe tena Mwenyezi Mungu anatukumbusha jambo moja hapa kwamba tusihangaikie sana kuvitafuta vitu vya dunia, kwa sababu wapo watu ambao wanashindana kutafuta vitu vya dunia, lakini afya ya rohoni awana, afya ya rohoni awana, ambapo moja kwa moja roho zao zimekaa katika vile vitu. Mtumishi wa Mungu, ogopa sana moyo wako wewe ukaja ukakaa kwenye mali zako, ukaja ukakaa kwa mtu, ukaja ukakaa kwa vitu ambavyo havina uhai. mwisho wa siku Mungu hufanya jambo moja, huwa anaondoa kile kitu ambacho unakitegemea. Mwisho wa siku unatokea mshtuko, kwa sababu umetegemea vile vitu. Shetani anaweka naye tanzi, hapo ndo mwanzo wa pressure, mwanzo wa kuwa na mawazo, mwanzo wa watu wengine kuchanganyikiwa, kwa sababu walitumainia vitu walipotumainia vitu. Mungu naye ni Mungu mwenye wivu, wewe mwanadamu amekufanya kwa mfano wake, halafu wewe unataka kumfananisha na hivyo vitu, Mungu anaondoa vitu. hivyo vitu Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo mtu mwingine ambaye anakuwa yupo nda, anakuwa anafanikiwa zaidi na zaidi, ni yule ambaye ashindani na mwingine, ni yule ambaye ni mnyenyekevu. Mwingine ni yule ambaye yeye amejiona nyuma kwa wanadamu, lakini yuko sana mbele za Mungu. Yani kwamba yeye katika yale mapito ambao wanadamu wengine wanapita, wanahangaika sana kutafuta vile vitu, yeye yuko nyuma na kutafuta vile vitu lakini yuko mbele za Mungu. Ina maana Mungu ndio ambaye anahangaika sana na yeye, Mungu ndio ambaye anampambania. Na Mungu aikupambania ndugu yangu, unaweza ukaona kwamba amekuweka mahali ni kama unachelewa. Mwisho wa siku wale waliokimbia, kwa sababu wanakimbia bure, watakukuta uko mbele. Mwisho wa siku watajiuliza umefika vipi? Bwana Yesu wasifiwe. Tena hivyo Mtu mwingine ambaye huwa na mafanikio ni yule ambaye anamuona mwenzake ni bora kuliko yeye. Hiki ndio kitu ambacho watu wengi wameshindwa kuwa nacho. Ndugu, ndugu watumishi wa Mungu tumwombe Mungu sana atupe atupe ule moyo wa kuwa chini, ya kuwa chini, wanasema kwamba ukiwa upo chini unaweza ukajikuta juu wakati wewe unajiona upo chini kwa sababu Mungu mwenyewe ndo unakuwa umempa nafasi ya wewe kukupigania. Hivyo watangulize kwanza wale watu ambao unaona wapo, wa, wa, wapo, wapo nyuma yako wote watangulize kwa kila kitu, watangulize kwa kila kitu. Nafsi yako wewe iweke nyuma, alafu wao wa, waone wao ni kwamba ni bora kuliko wewe. Yani kwamba kila mtu ambao unakutana naye jarishi upo vipi, mwone ni bora kuliko wewe. Bwana Yesu asifiwe. Tena tukisoma katika kitabu cha Wafilipi sura ya pili mstari wa tatu. Nasema hivi, msitende neno lolote kwa kushindana, wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu namhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo ukiwa wewe ni mtumishi wa Mungu, ukiwa ni mtumishi wa Mungu unakutana sana na wale watu ambao nao ni watumishi, usipende sana kukakaa sana mbele kwa sababu kiti cha mbele ni cha bwana harusi. Watangulize wenzako, mwisho wa siku Mungu atakuvusha kwenye hatua zote. Hivyo wale ambao wanakimbilia sana kuwa mbele, acha wakae mbele, lakini mbele ameshaketi mzee wa siku, ambaye ambaye ndiye mwenye kiti cha enzi. Bwana Yesu wasifiwe. Tena mtu mwingine ambaye huwa na mafanikio ni yule ambaye huwa na moyo safi moyo safi ni moyo ambao umejaa furaha ya Yesu Kristo. Nasema kwamba moyo ina chemichemi ya uzima. Nasema kwamba Mungu anasema linda sana moyo wako, kwa kuwa ndani ya moyo wako zipo chemichemi za uzima. Moyo wako ukijaza vitu ambavyo ni maumivu, uchafu, unakuwa ule ni uchafu. Unaingia vitu ambavyo ni vya ajabu ajabu, vinaumiza moyo wako Mungu atakosa nafasi, kwa sababu atakuwa akiangalia moyo wako umejaza vitu ambavyo havina maana. Moyo wako unakuwa umejaza kupenda fedha, umejaza kupenda mambo ya dunia, nyimbo za dunia, moyo wako umejaza kupenda watu kuliko Mungu. Ina maana Mungu akiangalia, anaona moyo wako umechafuka. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo moyo wako ukiwa safi utakuwa na upendo, kwa sababu moyo ulio safi, moja kwa moja Yesu Kristo ndiye usafisha kwa damu yake. Hivyo moyo ukiwa safi na watu wengine, na watu wengine utakuwa moja kwa moja upo nao katika roho ile, kwa sababu roho yako am, ambapo ndani yako wewe yupo Roho Mtakatifu moja kwa moja, ambaye anakuongoza katika huo moyo, ina maana moja kwa moja utawapenda wengine pia, utawatanguliza wengine, utojiona bora kuliko wengine, utawapenda kwa ule moyo wa kupenda. Kila kitu utafanya katika ule moyo wa kupenda. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo mtu mwingine ni huyu aliye mnyenyekevu, ambaye, ambaye amepondeka moyo. Mtu ambaye amepondeka moyo, Mungu anasema moyo uliopondeka hato uzalau, kwa sababu ni moyo ulioshuka sana, moyo ambao unabubujika muda wote, moyo nao unalia, yani mtu anaanza kulia ndani ya moyo, moyo unachoma anapokumbuka zile fadhili za Mungu, Mungu alivyomuhifadhi. wa tukienda katika kitabu cha Isaya sura 66 mstari wa kwanza mpaka wa pili, anasema kwamba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 asikiapo neno langu. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo, Mungu anamwangalia mtu huyu, na mtu huyu ndiye huwa na mafanikio. Mtu aliye mnyonge mbele za Mungu, mwenye roho iliyopondeka mbele za Mungu, atetemekaye asikiapo neno langu, asema Bwana, atetemekaye asikiapo neno lake. hivyo wewe mwanadamu ambaye ukisikia maneno ya watu unatetemeka au unaogopa aibu. Wewe mwanadamu inatakiwa ujichunguze sana kwa sababu Mungu ndiye wa kwanza wa kutetemekewa. Mungu ndiye wa kwanza wa kunyenyekewa. Mungu ndiye wa kwanza wa kuabudiwa. Hivyo ukifata mtililiko wote huu ndugu yangu, utakuwa na mafanikio, kwa sababu afya yako itajengeka. Afya yako itajengeka kuanzia rohoni mpaka mwilini, na maana mambo yako yote utayafanya ukiwa na afya nzuri, akili timamu, ukiwa na masikio yale ambayo yanasikia sauti ya Mungu ukiwa na fahamu za kumwaza sana Roho Mtakatifu kuliko wanadamu, ukiwa na macho yatazamayo mema na siyo mabaya, ukiwa na moyo wa kuachilia vitu viende, kwa sababu kuna vile, kuna vitu ambavyo mwanadamu anafungwa navyo, ambavyo mtu anakuja anamuumiza anaweka kile kitu tayari. Ule ni mtego tansi. Mungu akiangalia anasema, inakuwaje mwanadamu ambaye nimemfanya kwa mikono yangu anashindwa kuniangalia mimi nimtolee hiyo mikuki ambayo imemchoma, na wakati tayari Yesu alichomwa mkuki wa ubavuni na maana moja kwa moja alikufa na maumivu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo, Mwenyezi Mungu anatukumbusha katika pendo lake kwamba tumwangalie yeye na kila kitu tufanye katika yeye, na tutafanikiwa milele na milele. Amina.